Sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa tatu usiku kutoka mamlaka ya hali ya hewa wa Tanzania. Karibu tuanze utabiri kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Lakini kwa upande wa ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto kumi katika mkoa wa Njombe, ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu pamoja na Mara inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo mengine muuru katik hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio tukua mikoa ya Kigoma Katavi, Tabora, Kagera, Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiu pamoja na Mara, mikoa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Morogoro, Dar es Salaam, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba, Rindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya rosari hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Naam, mpenzi mtazamaji, tumalizie utabiri huu kwa kuangalia utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini, tukianzia siku ya kesho kutwa. Dar es Salaam mvua inatarajiwa katika maeneo machache. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa katika maeneo machache. Mwanza, mvua na ngurumo zinatarajiwa. Kilimanjaro, mvua inatarajiwa katika maeneo machache. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, mvua inatarajiwa katika maeneo machache. Arusha, mvua inatarajiwa katika maeneo machache. Ni hayo tu kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Leo ulikuwa nami mchambuzi wako wa hali ya hewa Mohammed Hamis, asante.